Nimetoa maelekezo kwamba fedha zote zinapoletwa za miradi zote, serikali inapoleta fedha, ni lazima tuzingatie huo utaratibu, kama ni mwaka huu wa fedha, fedha zisipinduke mwaka, eh? Kwa hiyo na katibu tawala wakati anazungumza alikuwepo, na wakati mwingine. Sasa tutachokifanya kabla ya miradi haijaanza ya mwaka wa fedha, tutawaita wahusika wote tutawaita wakurugenzi wenye vitu wa halmashauri, waheshimiwa ma-DC na wale wote, timu nzima ambazo zinahusika, mainjinia na wengine, tuwaambie, mmepokea fedha, zimeingia kwenye akaunti zenu tarehe gani, tarehe hii, na fedha zinaonekana. Mradi usipomalizika na wewe tumeagana, eh, vinginevyo hatutaweza. Wewe mradi wa 24 25, watu wananing'inia na hela, miradi haijakwisha ishirini na tano ishirini na sita miradi haijakwisha, kesho kutwa tunapokea wanafunzi, na nyinyi wenyewe mashahidi, mmeona kila mradi una variation pale, mia moja tisini na nane pale tumechukua roughly milioni 80 kwenye shule ile, ya pale kwenye shule ya, eh, pale hakuna ya chekechea ile, sekondari nyingine ya, ya, ya, ya, ya. 49 kwao ukijumlisha hizo hela ni nyingi sana. Tutapata maswali mengi na mheshimiwa waziri kutuambia imekuwaje. Tutaanza tena kukuambia, haya ngoja nipeleke special audit. Sasa tunataka tufike hatua hiyo eh? Eh, kwa hiyo ndo ninachosema hizi changamoto lazima tukae na tuzifanyie kazi. Imekuwa eh, ni ziara ambayo ina malengo mahususi, na lengo kuu ni kukagua miradi ya maendeleo kwa ajili ya mkoa wetu wa Kilimanjaro na huu ni utamaduni wa siku zote e, wa serikali ngazi ya mkoa, serikali ngazi ya wilaya e, kukagua hii miradi ili kujiridhisha kwa miradi hii, moja, inatekelezwa e, kwa wakati, lakini la pili, kutekelezwa kwa kiwango kinachotakiwa. Serikali inapoleta fedha hizi lazima kuwe na ufuatiliaji a, kwamba fedha hizi ambazo zinaletwa na serikali zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa lakini pia miradi hii inamalizika kwa wakati. Kwa hiyo maelekezo ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa ni maelekezo sahihi kabisa. Aa, sisi kama watendaji lazima tuende tukayasimamie ipasavyo. Tumeona katika kila mradi tumekwenda e, tumesomewa ripoti, lakini pia tumeambiwa changamoto zilizopo e, baadhi ya changamoto zimetatuliwa katika levo ya halmashauri lakini zingine zinahitaji kuendelea kuzifanyia tathmini, kuendelea kuzifanyia kazi, na moja ambayo tumeona ni changamoto kubwa kila mahali tunapokwenda eh, ni mfumo wa nest. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa wafanyabiashara eh, waelimishwe namna gani ya kufanya hizo application kwenye mfumo. Nashukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na timu yake kuja kutembelea miradi ambayo inaendeshwa kwenye wilaya yetu ya Same. uh, niseme maelekezo yote ambayo tumepewa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa tutaenda kuyafanyia kazi, lakini nishukuru sana pia kwa usimamizi mzuri wa ofisi ya mkuu wa mkoa kwa wilaya yetu ya Same. E, wametuletea miradi mingi, lakini ikiwepo ile ya serikali kuu. Tunamshukuru sana pia Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea fedha nyingi sana serikali za mitaa na serikali kuu. Eh, tuna miradi mingi inaendelea kwenye wilaya hii mkua, kwa hiyo tunamwaahidi Mheshimiwa Rais na mkuu wangu wa mkoa kwamba tutaendelea kusimamia miradi hii ikamilike kwa wakati, lakini pia iweze kukamilika ikiwa bora.